Karibu sana karibu sana, kliniki ya afya mapenzi. Nakuletea mada inayosema mwanaume asiyependa romance na mwanamke anayedhania anajua romance wasivyoendana. Mada hii imeletwa na mdada mdada huyu kanipigia simu, ananiambia dokta, mume wangu hapendi romance. Pendi romansi nimeona kwenye YouTube jinsi ya kulamba dudu la mwanaume unavyolinyonya na kulamba maeneo mbalimbali na kulichezea Mume wangu hataki kabisa. Nikamuuliza, je, yeah, wewe mwenyewe unajua romansi? Sasa hivi, alikwepa swali langu. Mume wangu hapendi kabisa romansi, hapendi daktari. Kisha pale pale, je, yeah, umeshawahi kuchezea chuchu zake kwa mdomo na ulimi au na mkono? Akasema bado sijawahi. Unaweza kuona jinsi <laughs> gani huyu dada anajiona, anamlaumu mume wake kwamba hajui la pendi loma. Sasa anamlaumu mume wake lakini hajui kwamba kuna vitu ambavyo mwanaume anapendelea. Nikamuuliza swali lingine, nikamwambia, hivi umeshaagizia video zangu? Akasema bado sijaagizia. Nikamwambia basi kuna vitu vingi unakosea, lakini hujui. Huyu mwanaume ameshaboleka na kila unalofanya utakosea tu. Kwa hiyo kishaanza tu kumshika dudu lake anajua ataniumiza tu, a, a, a, a, hata meno yake tanikwaruza. Hujui jinsi ya kuchezea lile dudu, anajua kwa hiyo, anakufungia mlango kabisa, sitaki bwana, acha <laughs> kwa kwa yani, wanawake wanalomu wanaume alafu wanaamua kuchepuka, kuchepuka. Wanaenda nje ya ndoa zao na kukutana na madume mengine yanawalambalamba vizuri, wanaona kwamba mume wangu kweli liko sawa, kuchepuka. Mume wangu ili alikuwa alijui, hmm? mimi nalamba mpaka kwenye uchi umewangu, alikuwa alijui. Kumbe yeye mwenyewe ameshindwa kumshawishi alamba uchi. Kwenye ofisi moja kama akamwambia, jamani, mwanamke anataka kujua kama yeye ni mtamu, lazima mumeo anakulamba lamba sana, mwili mzima, sio analamba tu kwenye uchi, analamba mwili mzima, hapo ndo tujue ni mtamu. Lakini anakulamba lamba tu kwenye uchi peke yake, hapatoshi. <laughs> kwenye sexology kwenye, kwenye wanaita tan Yani, unamwogesha kwa ulimi mwili mzima. Hiyo ni story nyingine tena. Unaweza kuona jinsi gani sasa hii inawaponza wanawake, wengi wanaharibu ndoa wa zao, ndoa zinavunjika, na ndio maana Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. No, basi mwanamke mpumbavu anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Mikono unaitumia lakini unaitumia vibaya. Unaitumia mikono yako vibaya badala ya kujenga unabomoa. Sasa namuuliza. Namuuliza, umeshawachezea chuchu za mwanaume? Anasema hajui. Kwa hiyo, kwa maneno mengine, ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo havijui. Yeye ningemuuliza kwenye kitovu. Hapo nimemuuliza kwenye nimemuuliza kwenye chuchu ngmuliza kwenye kitovu, changanyikiwa kabisa. Unaweza kuona jinsi gani asilimia kubwa ya wanawake wanalaumu waume zao. Kumbe makosa nyakwao, ambu, ni ya kwao wenyewe. wenyewe. Sikiliza wanawake, mwanamke ambaye nimemtumia video. Anasema hivi: Daktari, mara nyingi mume wangu alikuwa anaishia goli moja. Na ikawa kawaida kabisa kwenye ndoa yetu. Lakini sasa hata kama haijadisa namfanyia vitu mpaka inadisa tunakwenda mara ya pili ya tatu ya nne bila shida. Sasa ngoja nikusome hii simu yangu hii hapa. Sawa, ngoja nikusome hii message ndefu uone wanawake wanavyohangaika na jinsi gani wanapojidatia matatizo wenyewe. Mara nyingine nasema hivi, nimeshamtumia video huyo haijapita siku tatu. Nasema hivi, mara moja nilifanya mapenzi na mume wangu akakojoa bao ya kwanza, tukapumzika kidogo baada ya hapo nikamfanyia massage vizuri. Huyu ni tofauti mwanamke mwingine tofauti, sio na yule ambaye nimesoma kwanza. Nirudia tena, mara moja nilifanya mapenzi nilifanya mapenzi na mume wangu akakojoa bao la kwanza tukapumzika kidogo, baada ya hapo nikamfanyia massage vizuri. Sasa wakati wa kufanya massage nikataka bao la pili, nikamchezea chezea akadisa, ila hakugisa sana, akaniambia tayari. Maana nilitaka kukaa juu, lakini nilipokaa tu dudu ikaishiwa nguvu, ila mimi sikumwambia maneno mabaya, nikamwambia aache, mme wangu mimi nilikuwa nisharidhika, wa, wewe wala usijali. Ila aliniambia sorry, lakini mimi sikuchukulia kama ni tatizo sana. Ila tokea siku hiyo namuona kama ana hofu ya kufanya mapenzi, tunaenda bao moja tu, halafu la pili hata ukitaka kumwandaa anajifanya kama ana sababu, ila nimegundua kama ana hofu na kawaida. Mimi bao la pili ilikuwa ndio alisimamia, hata kama ajadindisha, najitahidi ni nimsaidie ni, ni aweze kudindisha mara ya pili, maana mara ya pili inakuwa ni rahisi kwangu kufika kileleni. Na siku ile alikuwa ni kama hana mudi kwa sababu alikuwa hajadisha vizuri na akaharakisha. Mimi nikamwambia hivi, usiwe na haraka, mambo haya ni mapya kwake nenda pole pole asije akaanza kukuogopa kwa kuwa atajiona hajui mengi kuliko wewe. Ah. Ona, sawa, sawa. Nasema mimi na zamani zamani alikuwa akimaliza analala. Sasa hivi mimi namfanyia fanyia mpaka inasimama. Dokta nimeanza kufurahia ndoa yangu. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari, kufanya vitu kwa kubahatisha. Huna uhakika kwamba kitaleta matokeo gani? Kwayo, kwa hiyo naposema kwamba mwanaume katika mwili wake ana maeneo kumi na manne na kila eneo lina ufundi wake. Kwa ukifahamu kila eneo na ufundi wake, ni kwamba kuna maeneo ambayo yana miisho mingi sana ya mishipa fahamu, itakuwa ni rahisi kumsisimua mwanaume kuliko maeneo mengine. Sasa kama mdada anasema kwamba mume wangu apendi romance, ambaye ameleta mada hii Anasema anajaribisha kunyonya lile dudu kulamba lile dudu mume wake hapendi. Kuna wanawake ambao hawajui jinsi hata ya kushika uume wanapojaribisha kunyonya wanakwaruza kwa haya meno lakini hawajui kwamba wanakwaruza. Nakumbuka mimi nilikuwa nimependana na hao wawili. Au walikuwa hawajui kwamba wanakwaruza. Alikuwa hawajui. Kama huyu mwingine nilikutana naye kama mara moja tu. Sawa, tayari ilikuwa Dar es Salaam. Nia sikumwambia, lakini niliporudi Mwanza nikatengeneza uh, account ya Facebook ambayo haijui, alafu nikamwambia ukweli. Hivi upende usipende, mwanamke kwenye Biblia anaitwa msaidizi maana ya msaidizi ni kwamba huyu mtu kuna vitu anavijua, lakini mara nyingine anahitaji msaada. Sasa okay, usipojua usaidiaje? Na mbaya zaidi, wanaume wana wengi hawajui haya mambo kutokana hey, na shuhuda zinazotoka kwa wanawake. Mwanaume anashangaa ufundi ameutoa wapi? Ufundi ameutoa wapi? Hizo kesi nakutana nazo nyingi, mwanaume anashangaa. Sasa nachozungumza hivi kama dada mmoja ni daktari kule Arusha, ilishangaza kweli, daktari naye alikuwa mambo haya hajui. Akaniambia doctor, kumbe massage kweli ni kitu kizuri kweli. Anyway, nataka kuzungumza hivi ni kwamba mwanaume kuna mambo ambayo alishafanyiwa na wanawake wengine ambao anafahamu ni mazuri, ambayo wewe hujamfanyia hata kuambia kwamba bwana Aisha, Aisha alinifanyia hivi, hata kuambia nataka, kugundue wewe mwenyewe kwa hiyo ninapokuambia kwamba mwanaume ana kila eneo lina ufundi wake. Ni juu yako wewe kufahamu kwamba nitakapokuwa nimepata hizo video zinauzwa, wewe unaangalia kwa mara ya kwanza video hii. Hizi video zinauzwa shilingi elfu kumi. Sawa, unapopata hizo video, video utaanza kutumia moja nyingine, alafu unaangalia mwitikio unaopata zaidi kwenye maeneo yapi, kati haya kati haya 14 napata mwitikio positive, mwitikio chanya napata vipi, kwenye kwenye kwenye maeneo yapi kati haya kumi na manne Sio tu unaenda kichwa kichwa, utamboa haraka sana, mpaka aanze kuya, kwa sababu haya mambo yanakuwa ni mapya kwake. Mpaka aanze kuyazoea inachukua muda kidogo, akishayazoea atakupa nafasi kubwa zaidi ya wewe kumsaidia, arudie mara ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Namfanye kila siku kiwezekana? Inawezekana kabisa, kila siku mnatiana. tiana. Hii inawezekana kabisa. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha wazi kabisa kwamba iwapo tendo la ndoa kati ya mwanaume na mwanamke walimo ndani ya ndoa katika siku saba, siku ambazo hawafanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya, hiyo ndoa inaenda jalalani. Inakwambia, ukiona mwanaume hana hamna, wewe mwanamke umeshamboa tayari. Kwa nini mwanzoni alikuwa anapenda kila siku, siku hizi anataka mara moja kwa wiki? Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu umemboa. Mtu akiona nguo yake nzuri anajua akitoka watu wanamsifia ataivaa mara kwa mara, lakini ile ya zamani anaiweka mpaka anapoenda kwenye kilio, ndo anaivaa. nguo za mtoko ukakuta anaivaa mara kwa mara, anaipenda. lakini nguo nyingine hizi za kuenda kwenye kilio. Sasa wewe ukiona mume wako anakuhitaji mara moja kwa wiki, wewe umekuwa kilio, umekuwa kilio kwake <laughs> Jandae kama unaangalia video hii kwa mara kwanza, tafadhali unajisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Kuna video nyingine inakuja <laughs> E, itakuchekesha hiyo video, usiikose. Baibai. Bye -bye.